Oya, cheki, unaona watu wengi wenye waga wananyuria, nyuria watu, hiyo e, aikamigi out of nowhere. Hiyo wanakuwaga na taki fulani, unachikika venye wewe unaweza kuwa na taki ya fegi, taki ya ngwai, taki ya steam. Sasa a, wanakuwaga na taki ya kunyuria watu. Sasa na hiyo taki inaanzaga inaanzaga mapema sana. Unachiki venye taki ya fegi, taki ya ngwai inakujaga mabaadaye in life, maybe ukiwa ukiwa teenager unaniget, lakini sasa ya kunyuria nyuria watu inaanzaga mtu akiwa mtoi mdogo sana. Sasa nataka kupigia story ya mjamaa fulani. Huyu mjamaa alianza alianza alianza kushikagwa na hiyo taki akiwa mdogo sana, sawa? So, naenda kuonyesha venye yeye aliweza kumanage hiyo taki Ama wacha tumwita Keith, alikuwa gani, mazejo wanashia jina moja na mtoi wangu wa mena. <laughs> Sasa Keith, Keith alikuwa gani mtoi mtu ime weird sana. Kitu ya kwanza kitu alikuwaga ni mtu bigi kuliko kawaida, yani design alikuwaga, alikuwagani, alikuwaga much much bigger than his age. Unanipata? alikuwaga much bigger, unanipata? Alikuwaga alikuwaga mwili yake alikuwaga much huge. Alikuwaga huge kulingana na ile age yuko. Sasa umjamaa Ausikijo alianza kupataga ile craving ya kunyuria watu akiwa kitu kama five years old. Akiwa five years alikuwa anaona animals zikihantiana na zikinyuriana, anasikia fiti mbaya sana, yaani anasikia fiti sana. Sasa umjamaa, alionaga zikinyuriana, aimbambi kama yeye mwenyewe akizinyuri, unajua alianza kudu nini <laughs> Alianza kuzinyuria yeye mwenyewe. Alikuwa anashika paka, anaishika kwa koo, anainyonga mpaka anasikia roho ikisimama, damu ikiacha kuflow kwa veins za shingo. Unanipata? hiyo kitu ilikuwa ina mbamba mbaya sana. Sasa siku moja akiwa ten years old <laughs> Kita kiwa ten years old alikuaga na beste fulani, beste yake fulani alikuwa, ya alikuwa naitwa Mato Mato. Walikuaga mabeste kuruka, na wakiwa yo ten years old walikuaga ni watoi machizi, ushasikia machizi? Wale wa sianananu, kama we ni Mkikuyu unajua ni nini nasema, watoi hi watoi warui kabisa, walikuwaga tu ni watoi warui. We unasikia walikuwa wanaenda wanapiga shughuli eh, wana misbehave. Eh, alafu mara mingi Keith ndio na vurugu <laughs> walikuwa wanaenda wana misbehave alafu blame yote inawekewa kwa Keith, ni kwa sababu Keith kimwili ni mkubwa, lakini yeye na matoni ma agemate. Sasa watu walikuwa wanaonaga, hapana, huyu mjamaa anafokuwa akionyeshau kijana mdogo mwenye tabia mzuri Eh, unaona design, walianza kumuwekea kumuwekea nini mapema, walianza kumuwekea ma responsibility mapema. Sasa siku moja auskijo kitaliona hapana, kila saa mimi ndio agana vurugo juu kijana unajua ndo nini, auskijo aliattack best yake mato alimnyuka akamnyuka akamnyuka, eh? We unasikia buda ya kitu ndo alitokea from nowhere, akaona mazeji huyu atamnyuria, akamshika mikono, kumshika mkono akamwambia mazeji, utamnyuria akamwambia, akaambia buda yake eh, huyu nilikuwa ni mnyurie huyu, unasikia ningemnyuria, mnyuria. <laughs> Skia, one year later kitu akiwa 11 years old eh, wanaswim kwa lake sawa, alafu kitoi fulani kitu fulani kimekuja kijokes jokes, jokes, au skijo kilimvuta chini kikondania maji kikamvuta chini au skijo kitalikunywa maji, alidrown kidogo mpaka akazima. Alafu two months ameokolewa, alikuwa anamnyemerea daily. Sasa siku moja alipata opportunity huo kijana aliya huo yaku yaku ku, ku, ku, ku, revenge kwa huo kijana au siku hiyo walikuwa kwa swimming wa, au siku hiyo alienda akamuingiza kwa maji kichwa yote eh? Unasikia wewe unasikia? Lifeguard. Eh? Lifeguard ndo alikuja kuokoa juu siku hiyo alikuwa kwa swimming, lifeguard ndo alikuja kuokoa. Sasa Keith akiuliza kuwa mabaadaye, alikuwa na dai aje mimi jo ama vijana wawili, mimi ningewanyuria, mimi ningewa. Yaani alianzaga kupataga hizo aji sakiwa mdogo sana. Sasa Keith alirudigi akamaliza high school. Kumaliza high school budake akamwambia, pana you will never amount to nothing. Kwa hivyo mimi sikupeleki kole au sikijua. Keith libidi ametafuta ame, ame mboka, akatafuta mboka, akatafuta mboka mpaka akapata. Sasa kupata mboka, alipata mboka akiwa yeye ni truck driver, sawa. Kumbuka kona zile ages sawa alafu amepata kazi kama truck driver, kwa hivyo ni mjamaa anatoka kutoka Washington state anaenda Oregon, anatoka Oregon anaenda California, anatoka California anarudi tena Oregon anaenda, yani unachiki hizo mahaiwe zote. Alianza sasa kupata ma opportunities za ku work on ku <laughs> yani alipata alipata opportunity ya ku take action on the urges that he has. Wewe unasikia huyu jamaa mzee Jo alikuwa anapiga wao elku... Hey, unasikia around that time alikuwa asha mari na akona watoi watatu, nako watoi wake watatu dota wake mmoja alikujaga akakuwa <laughs> alikujaga akakuwa yeye ni author. Eh, wewe unasikia dota yake kuna siku alidaigiaje? Ati kuna siku moja akiwa mtoi eh? Sasa akiwa mtoi, si wana gro yeye sistake na bradha yake, alafu budani kifu. Sawa? Kuna siku alipata budake alipata kit sasa eh? ameanika paka mbili sawa, amezianika <laughs> unajua amezianika design gani? Amezianika na mkia sawa, alafu hizo paka juu ya ile kuumia, zinaumia, zinajaribu kustrug kutoka kwa hivyo venye zimeanikwa kwa kamba sk <laughs> zilikuwa zinaguarana, zinatafuta njia, yani zinaguarana, ziliguarana zikaguarana, alafu mtoi akatokea <laughs> mtoii kutokea, anapata budake ameangalia hizo mapaka hivi zikivurugana ziki yaani zikigwarana zimetoka damu yani. <laughs> Unasikia mtoi alirudi teke, mtoi alirudi teke aka mpaka kwa nini? <laughs> mpaka kwa, <lini. laughs> kwa hao alikimbilia, alikimbia kwa madhake <laughs> unasikia buda venye aliona mtoi amenini amekimbia kwa madhake alichukua bati na kuambia alizinyuka kwa kichwa zikanyuria madha akitoka mpaka <laughs> zishanyuria <laughs> na mjamaa ameshika bat iko na damu. Sasa kuna mahali ilifika wakakuwa wame divorce Keith na, na bibi yake wakakuwa wame divorce. Sasa Keith anaendelea na mboka kama truck driver. siku moja ameingia kwa nini, ame, ame, ame, ako kwa ako kwa, unajua kuna kugana trucks truck stop design kuna mahali na, kuna kugana designated areas zenye ma truck driver wanafaa kupark ma nini ma trucks wakiwa wamechoka, ndio wa, wa, the next day wamke kwende kuendelea na safari. Sasa huyu <coughs> jamaa akiwa amedoz amedoz kwa nini kwa <coughs> kwa lori kwa trailer yake kwa trailer, au sikio madam mmoja alikuwa gani mbwak au sikiju, aliingia kwa gari. Sasa unajua ni kuingia kwa gari ile kujaribu kutafuta bees au sikiju, hivyo hivyo venye aliingia kwa gari hivyo ndivyo alinyuria aliingia. Sasa ile tu anapiga two story hivi au sikiju, kitu akashikwa na ile aji, nakwambia eh, alinyonga huo dem eh. Ali, unasikia hata kumpiga cable, alimnyonga tu, alimnyonga kamnyonga kamnyonga akamnyuria alafu akamdam sawa, so, na akaanza safari so ameanza safari, ameenda ameenda ameenda, unasikia alfukamahali <laughs> akasikia <laughs> madamu fulani <laughs> alfukamahali akasikia madamu fulani, ati kuna madamu fulani anadaiaje, ati yeye na chali yake ndio walinyuria ule demu, kumbe ule madamu na yeye ule madam amekoga kwa toxic relationship na amesikia, kuna mtu fulani kuna madam fulani amepatikana amenyuria, na huo ame madam huo madam hajulikani nani amemnyuria, unasikia yule madam alienda akaambia makarao au sikijo, ni mimi na chali yangu tulinyuria huo madam <laughs> chali ya kabambo, na akafungwa na life dem na yakabambo akafungwa 30 years. Eh, nimwapeleka na rada gani sasa? Historia itakuwa complicated. Nimwalete tena stori ya mtu mwingine. So huo madam alienda kafungwa 30 years yeye yani, alikuwa anadhani atafungwa kitu ka 5 years 4 years yani asa 5 years, alafu akishatoka akuwe ame ame ame maliza na story na ule chalini usikidi, alifungwa 30 years. Sasa ule ule kif venye alisikia, eh, kuna mtu mwingi, kuna watu wengine wanateka credit juu ya kili yangu <laughs> usikidi aliingia. Kwa nini aliingia? Kwa petrol station alafu akaandika confession sawa, akaandika confession ya mimi ndio nilinyuria huo dem fulani, na sia majamaa a watu waache ujinga, alafu akapiga smiley face sawa, ndio <laughs> maana anaitwa the smiley face killer. Wewe unasikia kutoka hapo sasa alianza kunyuria watu, wewe unasikia, alikuwa anatoka Washington state anaenda Oregon eh

wamesikizana na mbwak, sawa, ni aje? Ntakukanja sou mbili, wewe uende unini, we nikupiga cabole, sawa. Ikakuwa ni sawa, wakaenda wakapiga na cabale, akapiga na cable na huo mbwak, halafu <laughs> mbwak futa amemaliza, juu mjamani waya <laughs> unajua ldu nini? <laughs> aldaboe the prize <laughs> Ikakuwa usikii, mimi kama unipati imi yaine, mii nta-nitapiga nduru, ntapiga nduru na nitapigia makarau, ntapigia makarau, niwaambie jo umenipiga cable, umekataa kunkanja Kita kamuuliza, si tuliko tumia grijil, mbona tena unanitisha soine? Ikakuwa hapana, mi nataka soino hivyo, vanywa menipiga kabo, menipiga kabo vi serious, hiyo inafaa kuwa times tu you know, <laughs> <Kita> lidu nini? <laughs> Keith alimpiga kebo tena na na kamnyuri alimnyonga kamnyuri ya kumnyuria, akaondokea so okay. Sasa, so unajua, anapeleka transit goods kutoka Washington, lazima apitie Oregon, alafu atoke Oregon, aingie Washington, aingie California. Ukicheki cheki map ya US inakuwaga hivyo. Sasa <coughs> unasikia after mamalizeyo shughuli eh <coughs> akaingia California. Hii California pande ya juujuu wacha na hii California ya chini yenye imeshikana na Mexico. Hii pande ya juu yenye imeshikana na Oregon, au sikidio? Amepack truck, au sikidio? Ameona kadem fulani sasa, au kadem ndio alikakuta, alikakuta akibongabonga nako, akakapiga surprise. Nakuambia alikanyonga, kakanyonga, kakanyonga, akakapiga cable afu akakanyuria. Unasikia, alimnyonga kwanza sawa eh? Kumnyonga demkaona he de hapa hey, ni kumuoto, itabidi tu nimekuba, nimekubali. Akapigwa na nani? BDSM sawa, akapigwa BDSM cable sawa, HDMI cable <laughs> akampiga cable alafu harakati ya BDSM jo, alimnyonga akamnyuria. Eh hey, ausikido kutoka hapo, ikabidi saa tena ameto ametoka, ametoka. Sasa imefika mahali masanse wanaona there's a trail of bodies within 8 months kuna watu sio watu zaidi ambao eh hey? wamenyuria na wote ni madem alafu, ni either mambwak kama si poko ni mtu homeless. Sasa alikuwa anashindoa umjamaa, kwani rada yake ni gani eh? Umjamaa kwani kwani, ni nini mbaya? na unasikia kwa nini zote kwa hizo ma nini zote hizo ma watu wote wenye ananyuria, anarudi anaandika, anaandika leta kwa karao <laughs> Sasa unajua ile ya kwanza ilishaleta gangori juu watu wengine walikuwa shaconfess eh? Sasa yeye aliamuaga signature yake itakoga, akisha nyuria mtu anaandika leta kwa makarao na kwa press, sawa. Alafu anamaliza na ka smiley face. Nakuambia alihangaisha the three states, yeah. alihangaisha watu akahangaisha watu mpaka mimi nakwambia ilikuwa ni noma.